Hivi vijana wengi wanatumika na watu kuharibu mkutani ya mheshimiwa rais, na ukikuja kesho hapa kukuja kuharibu pea pesa kesho, hata usikuje kesho. Ruto atakuja hapa, mradi nafunguliwa, ndio tunataka kama maendeleo. Usikuje hapa kesho ati mnaribu kelele ya William Samoei Ruto, mnakuja kupea kelele, alafu mnakuja ala, kusema atakuna mradi Kenya. Unataka William Samoei Ruto kama president na kesho musikuja hapa naokora. Mimi wacha nirekebishe kitu kingine hapa. Kuna kitu hapa wanaongea tichapo. William Samoei Ruto tuna support, ulete hizo hizo mashine ya kunda chapati na tunataka Nairobi, na wacha niwambie hizo chapo itaundwa inapelekwa mashule, si nyinyi. Itakuja kuundwa kwa shule, watoto wa Nairobi watakuja, watoto wa Nairobi wanakusoma Nairobi watakuja kula hizo mabitu, si nyinyi. So, musocheze na maendeleo ya serikali na watoto wetu wa Kenya. Ati mnasema ati nyinyi mtakula hizo chapo, hakuna kitu kama hiyo. Wacheni niwaambie Mmejua sasa Kenya kuna watu wakora. Sasa wanatumika na wanasiasa, wanapea wana vijana wetu wadogo pesa kama jnz wakuja haribu mkutano. Wanaanza kuongea ukora jua mwesemia wa rais. Wacha niwaambie, kama wewe sisi kama vijana tunasapoti William Samoei Ruto, tutasimama naye na tunajua mali Kenya inaenda. Nyinyi kama munajua hamujui mali Kenya inaenda, my friend. Mtakuja kuteseka bado maisha yenu yote, nataka musupoti yule William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga na no Kenya isopaama.